Ndugu zangu, tunaadhimisha misa katika liturjia yetu ya kawaida kabisa siku ya leo. Katika kukumbushana tu, leo ni kumbukumbu ya hiari ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, Papa, na kama mnavyojua papa huyu ni kati ya mapapa ambao sisi tulio wengi walau kwa umri wa, wa kama wa kwangu hata wa kushuka kidogo, ni papa ambaye wengine tulifaulu hata kumwona kabisa, na hata wengine walibahatika hata kumgusa. Najua kwamba papa huyu alikuja Tanzania mwaka 1990 na aliweza kutembelea hata kanda yetu wakati ule ikiwa metropolitan ya Songea alikuja na Songea, na wapo ambao wa waliweza hata kwenda kushiriki maadhimisho mbalimbali pamoja naye. Kwa hiyo tunapoadhimisha misa hii takatifu siku ya leo, tunamkumbuka sana na tumwombe atuombee, yeye ambaye alikuja hata katika maeneo yetu akabusu, akabusu ardhi yetu ya Tanzania na hata ndiye aliyemweka kwa kweli mama Bikira Maria e, kuwa mwombezi na msimamizi wa nchi ya Tanzania na tumwombe hasa kwa namna pekee katika nyakati zetu hizi na kipindi hiki hasa, ili taifa letu liweze kuwa na kudumisha amani, kudumisha haki, upendo, maelewano kati ya watu ili tuweze kweli kutendana kama binadamu na kila mmoja kujali haki za mwingine na kuwa na ari na moyo ule wa kuwatumikia wengine. Ndugu zangu, neno la Mungu ambalo tumesikia katika adhimisho la Misa hii takatifu siku ya leo siku ya Jumatano e, mara ishirini na tisa la kipindi cha mwaka e, mtume Paulo, somo katika somo la kwanza anaeleza juu ya E, jambo ambalo ni la muhimu sana katika maisha yetu ya Kikristo kwamba e, Mwenyezi Mungu anatujalia neema e, Mwenyezi Mungu anatujalia neema na baraka zake, ili sisi tuweze kutambua upendo wake, na kama tunapata neema za Mungu, basi neema zile ambazo Mwenyezi Mungu anatujalia zituwezeshe sisi kuishi kama inavyopaswa wana wa Mungu. Sehemu hii ya waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi ndio ambayo ilimpotosha kidogo eh, ilimpotosha kidogo Martin Luther. Sababu yeye alikuwa ni wa padre wa Katoliki lakini wa shirika la Waagostiniani na aka akaweka vipaumbele kadha wa kadha, hasa hasa vitatu ambavyo vilikuwa kama mwongozo wake. Mmoja wapo ni sola gracia. Sola gracia maana yake ni kwa neema tu. Ni kwa neema tu za Mungu sisi tunapata, tuna, tuna, tunaweza kuishi. Ni kwa neema tu za Mungu sisi tunaweza. Kwa hiyo karibu alifikiri ali, alifikia okay. mahali kuweza kutoa maamuzi ya kwamba mwanadamu amekwisha pata neema na baraka za Mungu. Kwa hiyo kumbe, mtume Paulo hapa kwa kweli, maana yake hasa ilikuwa ni kwamba tunapata neema na baraka za Mungu katika maisha yetu. Mungu ametujalia neema hiyo, haina mashaka, lakini neema zile zinapaswa sisi tuzipokee. Kimsingi tungeweza kutafakari kidogo neno hili sehemu hii ya maandiko matakatifu ni sawa na kwamba Mwenyezi Mungu ananyesha ananyesha mvua sasa ili mazao yaweze kutoka na kuzaa matunda, ni lazima sasa mvua ile ambayo Mwenyezi Mungu amenyeshea kama maji ya kumwagilia, ili mazao yaweze kutoka na kuwa bora, ni lazima kuwe na udongo mzuri. Mvua inanyesha sawa, inaweza kunyeshea tu hata kwenye mawe. Sasa ili kuzaa matunda na kutoa kitu kizuri, ni lazima kuwe na udongo mzuri, udongo tena uliotifuliwa, manake umelimwa, halafu kuwe na mbegu ambayo imepandwa, na mbegu ile sasa ndio iweze kutoka baadaye. Tena lazima kuwe na kazi nyingine kama za kupalilia za kuweka mbolea za kutia dawa ya wadudu na kadhalika, ili mazao yaweze kutoka vizuri. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi kama binadamu, tunapaswa kuku, kupokea neema hizo na baraka za Mungu ambazo zimekuja kwetu, na tuweke mazingira yale, ili tuweze kupata ukombozi ule uliotarajiwa kadiri ya mpango wake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuishi vizuri, na ndio maana mtume Paulo anasema, Je, tufanye dhambi kwa sababu hatui chini ya sheria? Anasema, hapana. Hasha. Hamjui, hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, mtii kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Kwa hiyo so, ni lazima tufanye kazi ni lazima tumtumikie Mungu, ni lazima tujitahidi kuishi vizuri, na neema za Mungu zile ziwe ni msaada kutuongoza sisi, ili tuweze kupata uokovu, kupata ukombozi ule ambao mwenyezi Mungu amekusudia kwetu. Ndugu zangu, injili ya leo inatukumbusha kuwa watu ambao tunakaa tukiwa tayari, tuwe tayari daima ili, zangu, e, na jambo hili ndugu zangu lituongoze na lituhimize kwamba kila mara tujitahidi kuwa maisha yetu ya Kikristo yawe ni, ni maisha ya daima. Msisitizo kwa kweli ni huo. Yaani, siwe siwe tu kwamba tunafanya mambo fulani kwa sababu kuna e, kuna kitu au kuna ukaguzi fulani utafanyika. Iwe ninapoishi Ukristo wangu kwa mfano, kusali iwe ni mazoea yangu ya mimi kama Mkristo tangu nilipobatizwa. Najua Mkristo ni lazima nisali asubuhi, nisali jioni, nishiriki misa na sikukuu zilizoamliwa katika ibada mbalimbali mbali, siku za dominika nakadhalika. Niwe daima nipo katika njia iliyo sahihi. Kila mara nijiulize kwamba nipo wapi Je, nimetoka nje ya reli au nipo ndani ya reli? Lakini mara nyingi katika maisha yetu sisi tumekuwa tunajisahau sana, yaani kuna kawaida ya sasa, ngoja kusali leo tu basi, siku nitajitahidi. Wakati mwingine naacha kusali au e, ah, basi nitaanza wakati fulani, kama walivyo watu wengine sana. Alibatizwa ha, alibatizwa wakati gani? Ni batizo zamani wakati walipokuwepo wamishonari, lakini sasa, sasa basi labda mwishoni mwishoni nitaona napokuwa na karibia kuzeekazeeka nikiona sasa sina namna nyingine, basi nitaanza kusari. Na wakati mwingine tunampangia Mungu muda na kumwambia. Wakati mwingine eh, unawauliza vijana nyewe, mnakaa mme na mke kama mme na mke katika familia, mmefunga ndoa? Bado. ndoa lini? A, mwakani. msimu kama huu mwakani. aliyekwambia mwakani utafika nani? unampangia Mungu muda na kusema nitafunga ndoa mwakani, usipofika. Padre anaenda kwa mgonjwa, mtu kabisa anaumwa au pengine anakuja hata hapa kwa kituo cha afya eh. Baba paroko anakuja hapa, anamkuta mgonjwa na pengine mgonjwa wakati ule alikuwa kidogo tight <coughs> aliomba padre afike, na padre akafika na mafuta kabisa. Vipi, pole sana, nimekuja siomba nije kusudi tuweze ku kuombea na tukupake mafuta. Aha. Kwa kweli sasa hivi nimeamkia kidogo, naomba sasa, nitakwambia baada <laughs> anaondoka, narudi. Akiwa njiani nasikia jamaa mwenzetu amekuwa kwa hiyo <laughs> ukipata neema na baraka za Mungu zitumie, usianze kumpa Mungu nafasi, yani usianze kumpangia Mungu, Mungu. Sakramenti ya kitubio Padre amekuja au mapadre wana tunawaona, tunaenda kusali eh. Bwana tuungame dhambi ha mimi, dhambi kwa kweli nitaona, kwa sababu bado tupo tupo <coughs> na mapadi si hawa wapo, tunawaona hai, unapata boda boda unaelekea sibi mnolo <coughs> siombei yatokea hiyo, lakini linaweza kutokea, sio kwa sababu yanatokea, tunayaona. Basi wao wamepanda boda boda, anayejua kwamba wao utafika na boda boda hiyo salama nani? Mnafika mahali fulani mnakutana na rollinga. Pale pale hakuna hata kunyanyua, kisha uliungama. Nafasi zilikuwepo zilikuwepo, sio lakini, kila mara sahaa, tutaona baadaye, nitaona nitaona. Hii ndio injili ya leo kwamba muda tu kwa sahaa, hatujui itakuwa lini. Kila mara tunijitahidi kutumia nafasi tunazopewa na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ametujalia nafasi tupo. Ukiona umeamka asubuhi vizuri, una afya njema, baki katika njia iliyo sawa, umepata nafasi tena. Wakati mwingine kabisa kabisa wenzetu we wanaohusika hata wametuitia padi tu, ameketi padi parokiani huko, wengine kama tupo parokiani, umekaa pale. Nakumbuka wakati mwingine ulikaa parokiani mpaka kwenye kile kiti cha kitubio, unaanza kusinzia. Sasa watu hawaji unajaribu, unajaribu kukohoa <coughs> labda watu, watu washtuki wajue padre amekaa pale anasubiri watu waungamehamna. Sasa tufanye <coughs> sasa linapokuja kutokea la kutokea basi, kwa kweli hatuwezi kumlaumu Mungu kwa sababu Mungu daima ametujalia nafasi. Tutumie nafasi tuliyopewa kwa ajili ya kujiandaa, kujiweka vizuri ikitokea basi walau unakuwa katika hali ya neema, hali ile ambayo ndio maana Mungu anasema tulivyosika katika injili ya Luka. Luka anasema e, e, tu inapofika sasa siku ile ambayo Mungu anakuja ghafla, wakati ambapo wewe mwenyewe ukua umedhamiria ume na kufikiri kwamba itakuwa basi, atasema vema mtumwa mwema na mwaminifu, kwa sababu ulifanya vema, ulijitahidi kufanya vizuri. Lakini kama ukufanya vizuri basi, e, utapata hukumu iliyo ya haki kwa sababu hukufanya kadiri Mwenyezi Mungu alivyokuagiza kufanya kama binadamu. Basi ndugu zangu, tunapofanya e, tunapomshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia neema na baraka zake katika kituo chetu hiki cha Wenda, kituo chetu cha afya na ambacho basi tunazidi kusali pia na kumwomba Mungu iwe hospitali e, tu, tumwombe ili katika tukio letu la leo iwe ni sehemu ya maandalizi yetu ya kujikabidhi mikononi mwa Mungu na kutambua kwamba ni Mungu anayetuwezesha tuyafanye haya, lakini tusali ili wale wote ambao watapata huduma katika kituo hiki, kwa namna pekee katika eneo lile ambalo litapata na kuwekwa baraka ya Mungu, basi e, waweze kutambua kwamba Mungu mwenyewe ndiye anayetupatia uponyaji huo kwa njia ya watumishi wake, kwa njia ya madaktari, kwa njia ya manesi na kwa njia ya wote wale ambao wanatuhudumia, ili sisi tuweze kupata e, ahueni hiyo katika afya zetu ambazo ni za muhimu sana, pia hata katika kuziweka vizuri roho zetu, lakini sisi wenyewe tukijitahidi kubaki katika njia za Mungu.